Unashindwa sasa. Wengine <coughs> a, hapatikani nyumbani, ameachia msichana wa kazi, na labda yeye hakana ufahamu wa masomo. Unakuta kuna changamoto kama kama hizo. Changamoto ingine ni ukosefu wa fedha. Unakuta kwamba CBC, kama vile mwalimu alivyokuwa akielezea, inahusisha mambo mengi ya pesa. Unashindwa sasa, analipa school fees sasa, hiyo anaitisha yapi school iliaiagao nanini project hii project inahitaji pesa kuna mzazi um, na sasa nashinda sasa, nitafanya namna gani so uh, kuna challenge kama hiyo. Pesa gharama ya maisha imekuwa juu na sasa unashinda utafanya nini? So uh, hiyo ni changamoto ambayo wazazi wako nayo kahii uh, na somo ya, ya CBC. jambo lingine ni kutoka ile tradition ya ya 844 na hii CBC. Na ndio maana aliu walisema wengine, anakuja ananiambia mimi, nataka nione mtoto wangu ako na mangapi kwa <laughs> hiyo aarugia baada, kwa sababu kwa CBC hakuna mambo ya kuangalia nini ati huyu ni namba gani, sinaona. So wazazi tujua kwamba kwa CBC hakuna mambo ya grading, hakuna mambo ya competition. Wanasema kwamba kila mtoto ako na kiaa chake na mtoto ni tofauti na yule mwingine. Hata wale ambao wako na watoto wawili, kwa mfano mama alisema ako na watoto wawili, usiwalinganishe kwa sababu hao watoto ni watu wawili tofauti tofauti, si hivyo? Kama wazazi, hautakii kulinganisha mtoto na yule mwingine. Kwa nini? Kwa sababu huyu akona wa udhaifu wake, na huyu akona ana mama ambaye anaweza kufanya vizuri, so Tunachukua mtoto kulingana na vile alivyo. Unaona? Ah uh, hivyo challenge moja ni tra to transform from the concept of 844 to CBC. Most parents have that challenge of transitioning from 844 to CBC. So this forum is here to encourage you and to inform you that CBC is better than 844. Why? Because it is and learner center. It has no competition. We are dealing with competences, skills, attitudes that the learner has. Unaona, tunaangalia hizo kwa sababu hizo ndio zinahitajika katika ulimwengu wa kileo. Jambo lingine ni technology. Unakuta ya kwamba watu wazazi wengine hawana simu. Sasa wao unamwambia aenda unadownload hata kwa hakuna saiba hapo karibu. <laughs> Shida sasa hii sasa, aaa nimeanza kutema ya kwamba aisaa hii atiniende kwa kwa saiba saiba, hata sijui tutaanzia wapi. So wa wazazi wengine wanapata hiyo ni kazi oh, lakini tutapata suluhisho, tutapata hmm, suluhisho, usiwe na ashida. Jambo lingine ni wazazi kukataa kubadilika. Nakumbuka wakati hii eh, CBC e, e, e, e, wakati ilianza kuna wanafunzi, kuna wazazi, mimi najua binafsi ambao walikuwa na watoto grade 7, unajua, waliwarukisha wakaenda grade kwa <laughs> nini? Kwa sababu ana wakopa, nasema hii hii sijui itapeleka watoto wapi, wacha huyu aende na hii 8-4-4 mambo ifanye nini mm -hmm. Ishe walirukisha sinaona. So wakati mwingine unakuta kwamba mzazi hataki mambo ambayo ya kubadilika na wakati mwingi katika maisha nata kwamba watu wengi hawapendi kubadilika. When changes comes, you find that most people are resistant. Watu wengi wanafanya nini? Hmm? Kwa mfano unaweza kukuta kuna mama alisema wali walihamia hapa karibu juzi. Na akituambia hapa anaweza kukwambia mimi, ambao <laughs> nilikuwa ninakataa kwa sababu mahali ninaenda sijui hata ni wapi, niina majirani Sina wapi. Tunaona so hata kwa CBC kuna watu ambao wanafanya nini? Wako na hiyo challenge ya ya change. So we need to to change. We need to embrace change because some changes they have their own benefits. Uh, mabadiliko mengine yana faida yake. Na? Faida mm -hmm. Faida yake. Unaona? Mabadiliko mengine yana yana faida faida yake. Jambo lingine that ambalo tutatakiwa kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza kudili na changamoto ambazo ziko kwa CBC kama wazazi.